Kama ulikuwa haufahamu ndiyo anakufahamisha na kama ulikuwa umesahau na kukumbusha. Ikumbukwe, kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba, kinanolewa na Fadl Davids, raia wa Afrika Kusini. Ni kocha ambaye amecheza kandanda kule, amefundisha kandanda kule, lakini akiwa kama kocha mkuu alikinoa kikosi cha Maritzburg United. Amepita timu nyingine, ikiwemo Orlando Pirates lakini alikuwa kama kocha msaidizi chini ya makocha mbalimbali Joseph Zimbabwe, Milutin Sredojovic, Micho, Mandla Ncikazi, wote hawa wamefanya nao kazi, lakini kama kocha mkuu ni Maritzburg United. Akiwa na Maritzburg United aliwahi kukutana na Steve Barker, kocha wa Stellenbosch, ambaye ndiyo kocha mkuu mpaka sasa wa miamba hiyo, the Stellies kutoka Cape Town. Sasa kwenye kumbukumbu kumbu yao, kitu gani kilitokea? Ilikuwa msimu wa 2022 23 mwezi Mei, yaani duru la pili la ligi kuu ya Afrika Kusini, PSL, waliwahi kukutana katika mchezo mmoja. Fadlu Davids akiwa kocha mkuu alimpiga Steve Barker bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Amadu Sukuna. Ni kumbukumbu nzuri kwa Fadlu Davids kuelekea katika mechi hii dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo ikiwa tumekaa tunafuatilia matangazo ya mchezo huu tukumbuke kwamba Fadlu Davids aliwahi kumwadhibu uh, Steve Barker, na ikumbuka wakati huo uh, timu ya Maritzburg United ilikuwa nafasi ya pili kutoka mwisho inakaribia kushuka daraja, lakini Steve Barker alishindwa kimbinu kumdhibiti Fadlu Davids na akapoteza ule mchezo kwenye dakika zote tisini. Sasa kule Afrika Kusini, moja ya stori kubwa ambayo inajadiliwa ni Uh, sti, ni, ni, ni kuhusu hawa makocha wawili kwa maana ya Steve Barker pamoja na Fadlu Davids wanajivunia kuwa na hawa makocha wawili katika hatua hii ya nusu fainali na ikumbukwe, Afrika Kusini wana timu mbili ligi ya mabingwa Afrika, Orlando Pirates kutoka Soweto, pamoja Soweto Johannesburg, pamoja na Mamelodi Sundowns kutoka Pretoria. Na ni timu ambazo na mashabiki wa kutosha, lakini ukija kwenye upande wa shirikisho Afrika ni kama Uh, ile tension sio kubwa sana lakini kitu ambacho kinajadiliwa ni makocha wawili ha, na hii ndio kitu ambacho wanajivunia zaidi Afrika Kusini kuwa na makocha wawili katika hatua wa hii ya nusu fainali upande wa shirikisho Afrika. Sasa basi hii sio mada yetu kuu ambayo tunakwenda kuijadili wakati huu hapa, ni kama nilikuwa najaribu kuwakumbusha, na kwa wale ambao walikuwa hawafahamu, basi ni kuwafahamisha. Lakini mada yetu kuu ambayo tunakwenda kuiangalia wakati huu ni juu ya nyota wa Stellenbosch ambao wana experience na hii michuano ya kafu. Ikumbukwe Simba tayari wana nyota ambao wameshapata uzoefu wa kutosha katika michuano hii, wamewahi kucheza hizi hatua za makundi kwa miaka mingi, wamecheza robo fainali kwa miaka mingi, wamecheza nusu fainali wengine, na yupo ambaye amechukua hadi ubingwa wa hii michuano ya shirikisho Afrika. Tukienda kwa upande wa Stellenbosch, ni timu changa ilianzishwa 2016, 2019 ikapanda daraja, na huu ndo msimu wao wa kwanza wanashiriki michuano hii ya CAF na wamefika hatua ya nusu fainali, lakini haimaanishi kwamba hawana nyota ambao na wao wana experience kidogo. Sasa hapa kuna nyota ambao wana uzoefu na wamewahi kucheza na Simba au wamewahi kuja katika ardhi ya Tanzania ndio ambao tunakwenda kuwaangalia hapa, alafu tutapima kwa uzoefu wa nyota hawa wa Stellenbosch na uzoefu wa Simba, nani anaingia kama favorite katika hii mechi kwa kuangalia mchezaji mmoja mmoja na uzoefu wao kwenye michuano ya kimataifa. Bila kupoteza muda, uh, wachezaji wa Stellies, CAF, ambao wana uzoefu huko CAF. Nyota wa kwanza ni Oliver Ture. Oliver Ture huyu ni mlinzi wa kati, raia wa Ivory Coast au Cote d'Ivoire. Mwamba huyu sio mara ya kwanza kuja Tanzania, aliwahi kuja Tanzania, ilikuwa msimu wa elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili. Msimu huu alikuja kucheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi, Simba, yeye akiwa na kikosi cha asek Mimosa. asek Mimosa walipoteza hapa mabao matatu kwa moja, bao moja pekee kwao lilifungwa na Stefan Azizi K. So hii ndiyo kumbukumbu ya Oliver Ture, ingawaje alikuja katika mchezo huu hakupata nafasi ya kuanza, alikuwa benchi lakini kuwepo katika hii ASEC Mimosa ambayo ilishiriki uh, michuano hili ya shirikisho na kufika mpaka hatua ya group stage sio kitu kidogo, yenyewe ni uzoefu katika michuano ya CAF. Mara ya pili alikuja akiwa na kikosi cha Marumo Gallants. Marumo Gallants ambacho kilipoteza dhidi ya Young Africans mabao mawili kwa sifuri tutakumbuka msimu wa mwaka 2022 na tatu. Young Africans walikuwa kwenye kundi moja sambamba na Marumo Gallants, katika michuano ya kombe la Shirikisho Afrika na walipoteza. Sasa Oliver Ture na kumbukumbu mbaya, maana alipoteza hapa dhidi ya Simba alipoteza hapa dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo huyu ni mlinzi aa, kutoka Ivory Coast, na alisajiliwa kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hiki kwenye michuano ya kimataifa wa pili ambaye tunakwenda kumwangalia wa pili ni Enyinaya, Enyinaya Godswill. Enyinaya Godswill, huyu ni mlinzi wa kulia wa Stellenbosch, lakini ni nyota wa kimataifa wa Nigeria ambaye aliwahi kuja Tanzania mara mbili akiwa na kikosi cha Rivers United na mara mbili hizi walicheza dhidi ya Young Africans. Mwaka elfu mbili ishirini na moja walikuja uwanja wa Benjamin Mkapa, wakashinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Young Africans. Mara ya pili ilikuwa msimu mwaka elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu ambao uh, walikuja kati, hii ilikuwa katika hatua za awali preliminary round, na wakafanikiwa kuiondosha Young Africans katika hatua hizi za awali, lakini ukija katika, uh, katika msimu wa elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu huu walikutana katika hatua ya Kota final yani, hatua ya robo fainali na walimaliza mchezo wao kwa 0-0, mchezo ambao walipigwa uwanja wa Mkapa. Rivers United alikubali kichapo kule Nigeria, aa, lakini hapa wakaenda sare ya bila kufungana na Young Africans, wakaenda hatua iliyofuata kwa maana ya nusu fainali, wakaenda kukutana na Marumo Gallants. Kwa hiyo huyu ni wa pili. Wa tatu ni nani? Lesiba Mkuu, huyu ni watatu, Lesiba William Mkuu, nyota wa kimataifa wa Afrika Kusini ambaye aliwahi kuja Tanzania akiwa na kikosi cha marumo Marumo Gallants. Tutakumbuka walipata kichapo hapa cha mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Young Africans msimu wa elfu mbili ishirini na mbili elfu mbili ishirini na tatu Yanga anakwenda mpaka fainali, hii ndo ilikuwa nusu fainali yake ambayo aliwaondosha hawa marumo gallants katika uwanja wa Mkapa, aliwafunga na kule alikwenda kuwafunga pia. Lesiba Mkuu ni moja ya nyota ambao walisumbua sana, hususan katika mchezo wa pili ambao walichezwa kule Afrika Kusini. Kwa hiyo mwenyewe ana hii experience. Huyu msimu uliopita alikuwa kwenye kikosi cha Masandawana, Mamelodi Sundowns, lakini hakupata nafasi ya kucheza, ambacho kilicheza nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia. Tukiachana na Lesiba Mkuu, namba nne. Namba nne ni Brian Onyango. Brian Onyango Mandela huyu ni nyota wa kimataifa wa Kenya ambaye amekuwa mlinzi aliyewahi kuwa mlinzi kwenye kiko, kikosi cha Mamelodi Sundowns na ndio msimu uliopita na yeye katika safari hii ya Lesiba Mkuu kuwepo katika nusu fainali ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika, ingawaje hakupata nafasi ya kucheza, lakini alikuwepo miongoni mwa nyota ambao walikuwa wakiunda kikosi cha Mamelodi Sundowns kilichoishia kilicho semi final ya CAF CL msimu jana 2023 2024 akiwa na Mamelodi Sundowns wakatolewa na Esperance, na wa mwisho ni Thato Kiba. Thato Kiba huyu ni kiungo wa, wa Stellenbosch ambaye na yeye alikuwa kwenye kikosi cha Marumo ambacho kilicheza nusu fainali ya kombe la Shirikisho Afrika, baadaye wakaenda ku kushuka daraja. Hii ndio pamoja na Lesiba na, na mkuu pamoja na uh, Oliver Ture ambao uh, walikuwa pamoja. Sasa basi Uh, hawa ni nyota waongoza njia kwenye michuano hii ya kafu, lakini ukija kupima daraja hili na daraja la wekundu wa Msimbazi, unaona daraja la Simba, nyota wake wengi wana experience ya kutosha, kwa sababu wameshacheza hatua za group stage, quarter final ya Champions League kwa kiwango kikubwa, na hawa wengi wao walikuwa wachezi. Brian Onyango alikuwa apate nafasi ndani ya Mamelodi. Lesiba Mkuu alikuwa apate nafasi ndani ya Mamelodi Tato Kiba alikuwa apate nafasi ndani ya Marumo Gallants lakini ni nyota ambao walikuwepo kwenye zile safari za kuona namna gani inavyotakiwa kuchezwa, kuandaliwa kisaikolojia, namna kuzicheza hizi mechi. Kwa hiyo hizi ndio silaha za, uh, Marumo za Stellenbosch kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba. Brian Onyango mara ya mwisho alikuwa na injury, hatujui kama mchezo dhidi ya Simba atarudi ama itakuwaje. Lesiba mkuu, mchezaji mzuri ambaye alitokea bench katika mchezo dhidi ya Zamalek kule Cairo, na aliasisti bao ambalo lilifungwa na Sile Nduli, bao ambalo lilitosha kuwapeleka hatua inayofuata. Kwa kupima nyota hawa wa Marumo Gallants na nyota wa Simba, wa Simba wana experience kubwa kwa sababu kuna hadi kombe la shirikisho Afrika ambalo lilibebwa na Fabrice Ngoma Luamba akiwa na kikosi cha Raja Athletic Club, Raja Casablanca.